Anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba ila kwa njia mimi. Njia moja ya kwenda mbinguni ni kumwamini Yesu wa Galilaya, ni kumwamini Yesu tuliyemleta hapa, njia ya kupokea Yesu. Ukipokea Yesu, unabadilishwa, familia yako inabadilishwa, maisha yako yanabadilishwa. Oh, haleluya haleluya, anas kolitaweka familia yako huru, kolitaweka ndoa yako huru, koli taweka maisha yako, kolitaweka maisha yako. Nataka nikwambie, hebu yachunguze maisha yako. Tokea umeanza kunywa pombe, umepata faida gani? Tokea umeanza kuwa mvuta sigara, umepata faida gani? Tokea umeanza kuwa mzinzi